Hofu inapojaribu kukufanya usiweze, umesimama kando ya kingo, matarajio yako yako juu ya mwinuko. Sauti zinazokuzunguka zinasema huwezi. Hofu ndani yako inakupigia upanga, usijaribu hata. Lakini Bibilia inazungumza kwa sauti kubwa zaidi. Haiambii tu kuwa hodari, inakupa zaburi zinazokimbia kwa ujasiri. Zaburi zinazokukumbusha ni nani anayetembea nawe. Zaburi zinazobadilisha hofu kuwa moto na udhaifu kuwa kelele za vita. Hizi ni zaburi za ujasiri. Maombi kwa uwanja wa vita wa maisha. Hivyo unapokuwa na hofu, unapojihisi mdogo, tumia zaburi hizi unapohitaji kusimama imara mbele ya hofu. Zaburi ya tisini na moja. Akaye mahali pa siri pake aliye juu atakaa chini ya uvuli wa Mwenyezi. Nitamwambia Bwana, ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na tauni ipotesayo. Atakufunika kwa manyoya yake na chini ya mabawa yake utapata kimbilio. Ahadi yake ni ngao na diri. Hutakiogopa kitisho cha usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uharibifu uangamizao adhuhuri. Maelfu waanguka upande wako na elfu kumi mkono wako wa kuume, lakini haitakukia kwa macho yako tu utaangalia na kuiona thawabu ya wabaya. Kwa kuwa umemfanya Bwana kuwa kimbilio lako, aliye juu kuwa maskani yako, hapana uovu utakupata wala pigo halitakaribia hema yako. Maana atawaamuru malaika zake wa kulinde katika njia zako zote, watakuchukua mikononi mwao, usije ukajikwaa mguu wako juu ya jiwe. Utamkanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawakanyaga chini ya miguu. Kwa kuwa amenipenda, nitamponya; nitamtukuza kwa kuwa amejua jina langu. Ataniita nami nitamwitikia, nitakuwa pamoja naye katika taabu, nitamponya na kumtukuza, nitamsaza kwa maisha marefu nami nitamwonyesha wokovu wangu. Zaburi arobaini na moja. Heri mtu yule amfikiriaye maskini, Bwana atamwokoa wakati wa taabu. Bwana atamlinda na kumhifadhi hai, atabarikiwa katika nchi, wala hutamtia katika mapenzi ya adui zake. Bwana atamtegemeza juu ya kitanda chake cha ugonjwa, utamlaza kitandani pake apokuwa mgonjwa. Nalisema, e Bwana unifadhili, uniepushe nafsi yangu, nimekutenda dhambi. Adui zangu hunena mabaya juu yangu, wakisema atakufa lini na jina lake lipotee. Na kama mmoja akija kuniona hunena ubatili, moyo wake hukusanya maovu, yeye hutoka nje na kuyasema. Hao wote wanichukiao wananionezea pamoja, wananitakia mabaya neno la uovu limenishika wakisema amelala hatainuka tena naam rafiki yangu mwenye amani nami niliyetumainiana naye aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake juu yangu lakini wewe e bwana unifadhili uniinue nipate kuwalipiza kisasi kwa neno hili najua ya kuwa wewe unanipenda kwa kuwa adui yangu hanishindi na mimi kwa unyofu wangu umenitegemeza umenisimamisha mbele ya uso wako milele na ahimidiwe bwana mungu wa israeli tangu milele na hata milele amina na amina zaburi ya ishirini na saba bwana ni nuru yangu na wokovu wangu nimwogope nani bwana ni ngome ya uzima wangu ni mhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu, walijikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijapo nitokea, hata hapo nitatumaini. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta. Nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Mradi atanisitiri bandani mwake siku ya mabaya. Atanisitiri katika sitara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Na sasa kicho changu kitainuka juu ya adui zangu wanaonizunguka. Nami nitatoa dhabihu za shangwe hemani mwake. Nitaimba naam nitamhimidi Bwana. Ee Bwana, usikie kwa sauti yangu ninalia, unifadhili unijibu. Uliposema, nitafute uso wangu, moyo wangu umekuambia Bwana, uso wako nitautafuta. Usinifiche uso wako, usijiepushe na mtumishi wako kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, Usinitupe wala usiniache, e Mungu wangu wa wokovu wangu. Baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. e Bwana, unifundishe njia yako, na kuniongoza katika njia iliyonyooka, kwa sababu yao wanaoniotea. Usinitie katika nia ya watesi wangu, maana mashahidi wa uongo wameniondokea nao watoa jeuri kama pumzi. Naam, ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Umngoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde; naam, umngoje Bwana. Zaburi hizi hazizungumzii tu ujasiri, zinawasha moto wake. Zina sauti ya mtu aliyepitia hofu, machafuko na hatari, lakini aliamua kusimama imara kwa sababu alijua nani aliyetembea naye. Katika maneno haya utapata utulivu katikati ya dhoruba, ujasiri katika mapigano, na uwazi katika mambo yasiyoeleweka. Zinatikumbusha kuwa ujasiri si kutojali hofu, ni kuchagua imani juu ya hofu, ukijua kwamba Mungu anaelinda, kuongoza na kutupa nguvu. Hatoshindikani. hivyo Iwe unakabiliana na maadui hali isiyo thabiti, au vita za ndani, acha Zaburi hizi zikufanye wimbo wako, ziweke mikono yako imara, inue kichwa chako, na zikumbushe roho yako, huwezi kuwa peke yako, uko pamoja na Mungu, huna haja ya kuwa na hofu kamwe.